Tulikuwa na wiki ya haki na tulipata wanasheria bingwa kutoka kwenye taasisi au ofisi ijulikanayo kama Samia Legal Aid. Wanasheria walikuwa zaidi ya mia mbili na waliongezeka pamoja na watu wa Tanganyika Rosati, kwa kuwa yale mambo hayakuisha na wananchi wa mkoa wa Arusha walibaki wakiwa bado wanahitaji kupata huduma ya kisheria zaidi. Daktari Samia ametuma tena timu ya wanasheria inakuja Arusha kuanzia siku ya Ijumaa na itakaa kwa siku kumi na watakwenda kwa kila wilaya iliyoko ndani ya mkoa wa Arusha kuhakikisha hakuna mwananchi hata mmoja anayekosa haki yake tu kwa sababu hana hela kumlipa wakili. Gharama zote daktari Samia ameamua kuzichukua. Nimeona ni aseme hayo ni ili tukiondoka kwenye mkutano kama huu, wale tunaoishi hapa Arusha tuwatangazie na wananchi wengine wajiandae, ya kwamba kuanzia Ijumaa na watakuwepo kwa siku kumi na watakwenda kama ni Longido, kama ni Monduli, kama ni Ngorongoro kupitia kwenye ofisi zetu za wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba wananchi wote wenye changamoto. Hataki kusikia mtu analia eti kwa sababu amekosa hela ya kumlipa mwanasheria.